injahila nnas endapo kwamba watu watakuwa ni si wenye kutambua au kutokuelewa mazuri ambayo yaliyopo juu yako, fala tabtais, usiwe mwenye kubweteka. Yakfi anna allaha yaalamu man anta, yatosha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakutambua na anakuelewa wewe mwanadamu, wewe ni nani.

kadhalika hivyo hivyo, hakuna chochote ambacho kitakachoweza kupungua juu ya mizani ya mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah hakupata kuweza kutusimulia wala kutuelezea kwao, kwa sababu kwamba eti sisi hatukuweza kupata kuwatambua. kana fi jaishi Harun Rashid, ilikuwa katika jeshi la Harun Rashid zaidi ya wanajeshi elfu 20 la yaktubuna asma'ahum fi diwani aljund, hawa wanajeshi wote na idadi kubwa hii yote, hapakuwepo taratibu za kuweza kuandikwa kwa majina yao katika vile vitabu ambavyo vinavyohifadhi majina ya hawa wanajeshi. Fala yakhudhuna rawatibahum, hivyo walikuwa hawachukui hata zile posho zao yale malipo yao. Kaila la yaarifuhum ahadun illa Allah, kiasi kwamba asidi akapata yeyote kuweza kuwatambua isipokuwa Allah peke yake, kwa kuwa hawa walijitolea kupigana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hivyo ujumbe wetu ni kwamba majina yetu hata kama yasipoweza kutambulika katika mema tunayoyatekeleza, katika mazuri ambayo tunayoyatambua, tusiwe sababu ya kuweza kubweteka wama dharruhum na itatudhuru nini kwamba watu wasipotujua, lakini Allah akawa ni mwenye kututambua? Hayo ndiyo ambayo aliyosema Umar, radhiyallahu anhu. Umar alikuwa ni mwenye kusema katika maneno yake ya kwamba ma dharruhum, itakuwa nenye kudhuru kipi endapo kwamba watu watakuwa hawamjui Umar, lakini Allah akawa ni mwenye kumtambua Umar? hivyo pata ujumbe kutambua ya kwamba usiwe ni mwenye kulilia kutambulika, kujulikana, lakini yatosha kwamba Allah anakufahamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.